Kitabu kimoja cha Hosea cha, kwa wale ambao tulikuwepo Ijumaa, nianzie hapo Hosea 4:6, Hosea 4:6, kwa wale mliokwisha kufika Hosea 4:6. Nasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukoswa maarifa kuwa wewe umeyakataa, mstari wa sita, ndio. Na mimi nami nitakukataa, takukata usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu mimi, na mimi nitawasahau mpaka na watoto wake. Mungu nibariki neno lako katika jina lako Kristo, tufundishe utuelimishe katika uwezo wako Amen. Amen. <coughs> Kila ninaposimama napenda sana kuzungumza kauli ambayo Mungu amenipa ya kutembea ndani ya mwaka, habari ya matengenezo. Jamani, bwana asifiwe sana. Amen. Ukiwa tunashikiliwa na andiko la matendo saba, ile mstari wa 22 unaosema Musa kafundishwa hekima yote amen, ya wa nini? Ya Wamisri. Kwamba tunapotamani tunapotaka kufika sehemu lazima tukubali kutoka sehemu kwenda sehemu, kwa kuelimishwa, kwa kufundishwa. Nataka nikuambie kuna wakati mwanadamu kuna hitajika elimu ifanye kazi lakini kuna wakati mwanadamu kunahitajika maarifa yawepo kwenye maisha yako. jamaniaeza hekima na maarifa ni nje na elimu Bwana siviwe Bwana yeah, Yesu atuhurumie yeah. kuna familia wanafaidika nini na elimu ambayo umesomea? Ndio maana tunatafuta uwe na maarifa ama hekima ya Roho Mtakatifu, utakatifu jamani, haleluya.